Wana Lwazeze wote mliopo hapa kwa majina naitwa Pius Zakaria Lukaga ni mjumbe wa kamati ya siasa ya Halmashauri Kuu ya CCM ya wilaya Mbogwe kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ibara ya sabini na nane, mabano tatu inaelezea mjumbe wa kamati ya siasa ya, ya, ya wilaya ndiye wanaosimamia uenezi wa itikadi ndani ya chama ndio tuko na wewe hapa lakini zaidi ya hao niwaambia wana Lwazeze wote mliopo hapa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu nini, wana Lwazeze mliopo hapa ni mabosi, mnatakiwa kutafuta watumishi, mnapaswa kukaa na mafaili. Watakuja watu wengi wanaomba nafasi, mawaziri kwenye nafasi mbalimbali, ikiwemo udiwani na ubunge. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya nane inasema mamlaka yote yanatoka kwa wananchi, kama mlivyokusanyika hapa wananchi wa Wazeze, na serikali itapata ma madaraka na mamlaka kutoka kwenu. Na ukiangalia hiyo ibara ya nane mabano si inasema serikali itafanya kazi kwa ustawi wa wananchi. Kwa hiyo nyinyi ndiyo mabosi kwa mwaka huu, mjipigie makofi mengi sana. Tunapoenda kwa ajili wa mwaka huu wa uchaguzi, kuna mambo machache ambayo tunapaswa kuyazingatia. Ukiangalia kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, ahadi namba nne inasema, rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Mnapaswa wanakijiji wa Lwazeze, tujiepushe na suala la rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi na suala la rushwa kwenye uchaguzi ni kansa ambayo inaweza kutafuna wanakijiji wa Lwazeze, kwani watakosa huduma muhimu. Ukiangalia hata maandiko matakatifu, Mathayo 27 mstari wa 5 yanasema Yuda alimsaliti Bwana Yesu Kristo kwa kupokea vipande 30 vya fedha, lakini alipoona Bwana Yesu anasulubiwa aliamua kuvitupa vya vipande kwa makuhani, akaenda kujinyonga. Hivyo basi, rushwa ina tabia ya kujilipiza kisasi. Wana Lwazeze, tunapoingia kwenye uchaguzi, wana Lwazeze, tujiepushe masuala ya rushwa. Tunataka tupate kiongozi ambaye ni mbunifu, ni mwelewa, ambaye matendo yake na utendaji wake tayari umeshajipambanua wa kule nyuma kama matakatifu anavyosema Mathayo saba mstari wa kumi na sita kwamba tutatambua kwa matendo yao.